Salama za kwako. Nzuri bila shaka. Nazungumza na kaka yake sana? Nimekuwa naongea naye. Ndo mimi eh. Kuna shida gani na? Mdogo wako alidondoka ghafla barabarani hivyo basi nikamleta hapa ili apate matibabu. Yuko wapi na anaendeleaje? Anaendelea vizuri kwa sasa, ila papa ana deni. Shingapi? elfu arobaini tu <coughs> Mbona umempatia pesa nyingi hivi? Usijali. Lipa deni unalodaiwa kiasi kinachobaki. Ni kama asante kwa wema uliofanya. Naitwa Matulanga.

Vipi lakini sasa hivi? Uko sawa? Ya, namshukuru. Wekenge nini ya... Toka. Yaani nyumbani kwangu unaliza nimefuta nini? Hivi wako umechanganyikiwa wewe. Wani nini mfanyana? Dogo. Usi ndio ule demo ambaye alikuwa na matatizo ya uchizi. Mimi nikakutana naye nikamsaidia baada ya kupona, na naona mimi ndio uchizi sasa. Weka kani. Sitaki unizoee. Tena usimtibue kabisa maruani yangu tukaribu hali ya hewa sasa hivi hapa. Ah, Shem, vipi? Chika yupo ndani. Kwani hamkuasiliana? Hapana, sikuwa na simu. Hmm. Chike bwana amehamisha kikazi na ametolewa nje ya mji kidogo, kwa tukafanya makubaliano 100 kwa 100 hapa kwake, ili endelee kutumia kodi ambayo ameshimbia. Na pia kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeona ni gharama kuisafirisha tutumfanya biashara hivi kwa kwa. Niko. Ama ya kweli! <laughs> <laughs> dunia ikizungumkuti, chezea wanaume wa mjini. Wewe unakutana na vijanaume vya mjini vinakuongopia vina nyumba kumbe vimepanga vielewi mbele wala nyuma. Sasa dogo ndio akashachukua mjengo Salau, sisi wanaume tunatokea kijijini, yaani watu ambao wenye pesa zetu tembea toka. Alafu usione nacheka, ukafikiria labda na kufagilia dogo. Hebu niruhusu nimfanyie tukio la kivita sasa hivi. Ondoka. Halo, habari? Uh, unaongea na Zara, yule aliyemsaidia mdogo wako. Oh, salama, nilikuwa nakusalimia tu. Ndio sawa, nakupenda. Nakupenda pia Nisamehe sana mimi, <coughs> <coughs> pia ni mwanadamu, sijakamilika, nahitaji msamaha wako. Haya, sawa, nimekusamehe. Sehemu ulichonitia, nimemkera sana mama na amenifukuza nitoke nyumbani kwake, na ukiangalia, sina sehemu ya kwenda. Mungu, nisamehe sana <coughs> nimekusamehe na lingine sina sehemu ya kwenda, na kama itakupendeza, naomba tuishi wote kama mke na mume. Nitakutii kama mume wangu, nitakuheshimu na nitakupenda pia. Kwa hiyo, anipenda kweli au <laughs> kwa sababu mama amekufukuza, amekosa ifari ya kuishi, ndio maana ufanya kama wanipenda sana. Natamani nijielezee lakini wakati ukifika utajua kama nilikuwa na maandishi. Sawa. Mimi wacha nizungumze na dogo. Najua atanielewa tu. Na akishanielewa tayari tutatafuta namna ili tuweze kuishi wote hapo kama mke na mume. Najua dogo hawezi kunipinga kwa sababu mimi nilimsaidia vya kutosha sana. Niliuza mashamba, viwanja, nikauza mpaka nyumba, ili mali tu niweze kumsomesha dogo. Lakini sasa hivi ni wakati wa mimi kutumia mali zake ambazo amezitafuta. Sawa mke wangu, na kwa sasa hivi ametoka na shemeji. Akirudi tu nitakwambia uje haraka. Najua huwezi kunipinga dogo, nyawe anipinge.

kufurahisha sana wewe mwanamwanesha. Asante sana. Anaendeleaje lakini? Anaendelea uh, vizuri kwa sasa. Sasa mbona hujaje naye? Ah, nimemwacha nyumbani. Okay. Niko hapa nakusikiliza. Niambie tu. Nimevutiwa na no, uzuri wako. Hivyo nahitaji nikuoe. Inawezekana tuishi pamoja nyumbani. Wewe, Mbona ghafla hivi? napezi kama uyoo wote popote muda wowote, na na mimi nimekamilika kila kitu, kasolojiko hivyo sione sababu ya kunipinga. Samahani, unafanya kazi gani? Mimi nimfanya biashara mdogo naingiza pesa nyingi sana, hivyo ondoa shaka. hmm. Okay. Sasa, so, nimekuelewa. nenda kafanya shopping ya nguo utakazovaa kwa ajili ya mshenga na kuleta posa nyumbalimaisajanmaisha yaani, unakuja unajisahaulisha kwamba mimi ni nani kwako. Unashinda kutambua kwamba mimi kaka yako. Kwa kwamba mimi kila kitu kwako, nitakusaidia, kwa nitakulea, nitakusomesha. Leo si na nidhalau na naona mimi sina akili kabisa. Kwa swala hili dogo naomba unipe nauli niondoke nyumbani. Na ikatulie nyumbani nirudi uli. Sitake maisha ya kwenye sika. Mwenye nyasa dogo. Kumbuka nilikusaidia kutosha mwenye mbubu kwa jimani shifu Kutosiri yaki Naona mimi mbwa kwa sababu nimekuja kwa nyumba yako. Mimi mbwa ashara biashara, baada ya tafikia kwako bane, unaweza kumleta mke wako hapa na, na mke na wangu

Nipe muda, nipe muda nikuweke mashamba yawe sawa. Kuna wake wako tu, utapata mke utakaa naye lakini, uweze kuja kumchukua naye hapa kwa kwanza, kiheshima, kutengeneza ile heshima nzuri. Sasa bali mimi za biashara, mbona una mke? Mbona una mke? Sasa unaniambia wewe unataka mimi, mimi nifanye nini yani? Au mimi niishi vipi kwa mjini? habari za biashara ni nyingine tofauti kabisa na mahusiano ni tofauti kabisa na mapenzi yangu. Sasa nataka wataka mimi mpaka nalia hivi? Ina maana hata mama huko alipo anaona kabisa mimi nanyanyasika mwanae. Alafu mimi yule mdogo wangu anajua kabisa nimekusaidia, yani ah. Na mbona uli niondoki ni wache nikalime maboga na matikiti maji mimi. Mama, basi masikia, buo

Nipe muda nimtafute mwanamke nimlete hapa. Mimi nataka nikamchukue leo leo, sasa hivi nikamchukue. Kama utaki, basi udugu ufe nami niondoke.

Anakudai shilingi ngapi? Si, Shika na kampati yangu na nimatatu. Kuna wageni wanakuja, naomba wapokee baba

Ndiyo shida sio kuja kuishi hapa lakini, shida mimi ni mke wangu, sikutaka ajue mambo hayo. unanitia jo ka mfunga biashara

Mambo. Sasa, yeah, mimi nimekuja kukufuata ili tuondoke. Ah, usiri kuniambia chifu amekubali. Sasa, unafikia atapinga vipi? Mimi nilikwambia, kwangu yule anaweza kapinga chochote, nikimwambia lazima atakubali kwa sababu ni jambo la kheri hilo. <laughs> <laughs> Basi sasa ni vizuri pia. Basi naomba nikamwage rafiki yangu. Nafikiri sasa hivi. Kama rafiki yako tena. Uh, sawa so, lakini mimi nilikuwa nafikiri ungeenda kumwambia mama, ili naye pia awe najua kwamba kwa sasa hivi tuko pamoja, ili naye pia aweze akatokea baraka zake. Mama yuko sawa, bado ana sala, na mimi naomba tumpe muda, alafu tutaongea naye. Kweli? Sawa, mm -hmm. So, basi mimi naomba zaidi ufanye haraka uniambia kama umeasilika hata mimi hakuwahi kuniambia ukweli, nilikuja kugundua baada ya kumaliza shida zake. Samani, huyu ndo mchumba wako? Shemeji mkango? Ndio na wewe ndio ulikuwa unakuja kwa Chike kulalamika kuwa amekupa maambukizi ya virusi vya ukimwi na ukawa unamdai pesa mtaji kwani wewe ni mke wa chifu? Ndio. Ina maana umerudiana na mume wako? Yeah. Chike ni mshenzi sana, hata mimi alinipa maambukizi ya virusi vya ukimwi kama alivyokupa wewe na kisha kakimbia bila taarifa na mpaka sasa sijui uko wapi. Unamaanisha Sabla pia alikuwa na mahusiano na Cheke?